Um, Mwenge wa Uhuru umefika katika wilaya ya Masasi na kufanya uzinduzi wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha uwajibikaji, mshikamano na ustawi wa jamii. Miongoni mwa miradi iliyofunguliwa ni jengo la kisasa la Masasi Complex ambalo linalenga kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kukuza shughuli za kiuchumi katika mji wa Masasi. Aidha, mwenge wa uhuru uliweka jiwe la msingi kwenye miradi mbalimbali mbali, kama ishara ya dhamira ya dhati ya serikali kuendelea kuwekeza katika maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Tukio hili limeleta hamasa kubwa kwa wakazi wa Masasi, likionyesha kwamba maendeleo yanapofuatwa kwa mshikamano, hakuna lisilowezekana. Kutoka Masasi, mimi Irham wa Kalela online TV. Kwa kweli mwenge huo uhuru tangia uwasi umekuwa ukionyesha matumaini kweli, umekuwa ukionyesha mapendo kweli, lakini pia umekuwa ukionyesha heshima heshima zote <coughs> za ujenzi na kutoka kutoka halmashauri ya mji wa Masasi. Ujenzi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 14 mwezi Septemba 2025, ukiwa na maendeleo mbalimbali ya biashara kama vile benki, ofisi gawa na maduka ya biashara mbalimbali. Ukamilifu wa ujenzi huu mpaka hapa ulipo ni asilimia sabini na sita, hii ikijumulisha pamoja na taratibu zote za manunuzi ambazo zimeshakamilika kwa ukamilifu wa jengo, kwa matilo ambayo bado hayajafika. Lakini kutokana na changamoto za barabara zetu za kusini, baadhi ya matilo yameanza kuja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 pia kuleta mwonekano mzuri wa mji wetu wa Masasi, hasa eneo hili kando kando ya barabara kuu, pia kukuza uchumi kwa wafanyabiashara wa eneo hili, pia kuongeza mapato kwa serikali kupitia kodi mbalimbali zinazolipwa na wafanyabiashara katika jengo hili. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya mheshimiwa Daktari Salma Suluhu Hassan rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kuwa na mpango thabiti na kuinua uchumi wa nchi hii. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, kwa heshima kubwa na kukaribisha uweze kukagua na ikikupendeza uweze kuweka jiwe la msingi katika mradi huu wa jengo la biashara Masasi Commercial Complex, lakini kikupendeza ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru wa 2025. Kabla ya kuendelea na ukaguzi, ungeweza kukaribisha upate maelezo ya jinsi ya mchezo mchoro wa jengo hili na jinsi utakavyoonekana baada ya kukamilika. Naomba kuwasilisha. Mwenge wa Uhuru wa 2025, oye! Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.